Chani hizo komenti ambazo nakutana nazo comment yeah. za kawaida za mashabiki hmm. meneja meneja chizi zaidi ya, ya, ya, ya msanii na kadha kadhalika. Uh, ni comment zipi ambazo um, met makukutana amba nakasema, ah, hii kama vile anataka inirudishe ini nyuma au inikatishe moyo wa mimi kufanya kinachofanya uh, mm -hmm. uri <tunos> mm -hmm. ni <tunos> meneja chizi kuna kweri, kuna mm, kwa hiyo kuna muda na ile uchizi kweli, hata kwenye comment mmm, ndio kinachosaidia hiyo. Kwa timamu ndio inateseka sana kwenye maisha, kwenye maisha yake Mungu na mm, chizi wazi, chizi wazi tu mm, chizi wazi nyumba, chizi wazi familia. Mm, kwa hiyo kuna mambo mengine ukisoma zile comment, kuna sisi wewe na bonyeza na unaletea uchizi ya kilimo, kwa hiyo unaona kama ah, anajisumbua, kwa hiyo ndio ndio unachanganyaga sana

Baba baba, maatuache, tumepiga story hapa, tumepiga story nyingi, niseme shukrani sana, lakini pia ningependa mimi na pia na nafikiri hata mtazamaji pia Big Boss online TV angependa pia kufahamu kama kuna chochote kinginecho ambacho ndugu yangu Medy ungependa kukizungumza. Uh, ili pia Watanzania waweze kufahamu vijana ambao nao pia wanahamasika na kinachofanya ndio na pia wanatamani wafanye njia mm, zipi zipite na njia zipi ambazo wazipite, ili ku, ku, kuenda sawa na hii kasi ya sanaa iliyopo kwa sasa. Okay, moja hmm, kabisa kwenye harakati hmm, zako hizi za sanaa, mtangulize Mungu. Mungu ndio mwezo wa kila kitu, halafu hmm, kingine usio na wivu wa kijinga. Wivu upo na mbili. Kuna wivu unaenda kuzalisha chuki, yaani mimi naangalia big boss mwingine anakuambia, ah mwanangu kampata mtu fulani kamwaji, afu kuna mwingine hata kwenye vimedia vidogo, wivu wa kijinga. Kwa nini mimi nakukubalia, mfano Mhm. mwanangu anajitafuta Mhm. mimi sijafika, we hujafika, tunabebana, elewa. Huo ndio tofauti sasa wa binadamu. Ndio maana pia nikabiliki kusubua na, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. na, na King'amuzi kwenye matatizo yake mimi nikayabeba. Nina imani kwamba sisi tunapita, nabidi tusaidiane. Kwa hiyo sasa naamini Mungu kwenye harakati zako, alafu kingine kuwa na moyo wauvumilivu mm, kwenye mambo yako unaweza ukaanza leo elfu mbili na ishirini na tano kwenye sanaa ukaja kuona matunda mm, kama upo hai elfu mbili na arobaini hiyo mm, kawaida nwatishi hivyo mm, vipo muda mm, mrefu unakuja kubutua baada ya miaka sita nane. Kuna mwingine anabahatika tu kripu mbili tatu vimeondoka, hiyo mm, aiyo chwasihi vijana wenzangu, ndugu zangu, tupendaneni, tusaidianeni, tusikamishane. Wacheni chuki zisizo na msingi na imani hiyo itawasaidia kaka. Na mtazamaji wa Big Boss Online TV, hayo ni maneno ya ya kwake Rascolmedy, mshangazi, sasa hivi neno la Kiingereza chapa tu kisha baadaye, yaani ni mfumo aa

Uh, mtazamaji, mi niseme, uh, kwa leo tunaweza ukaa tumefikia mwisho mwa mazungumzo ambayo naweza kuzungumza hapa na Rascol Medy kwa siku mm hii -hmm. hapa ya leo niseme asante sana kwa uwepo wako na kwa kututazama. Minaitwa Binzubele za TZ. uh, nyuma kamera yupo msukuma mwenzangu pale Faustin. Niseme hizi hapa ndugu jangu.